Kama Dokta Emanuel ambaye sijawahi kufeli hata siku moja, leo nimekuletea kammea haka hapa, uangalie vizuri sana. Unaona huu hapa ukiugusa hivi, kiugusa hivi hapa una asili yani, ugumu, ugumu fulani hivi. Sasa basi, hii ni kwa wewe mwanamke ambaye uke wako una maji mengi sana, una maji mengi sana unakuta hata ukikutana na mwanaume, mwanaume huyo hainjoi vizuri, kwa sababu ya maji mengi sana. Kwa hiyo basi, kama unahitaji kuyapunguza au kuyamaliza kabisa, hakikisha unatumia mmea huu hapa. Huu hapa, uangalie. Una maji mengi sana kabisa, unajihisi wewe ukikutana na mwanaume, yani ni kama kisima chapia chapia chapia chapia. Hakikisha unatumia mmea huu hapa, jamani, ni uhakika wa asilimia mia moja. Hakikisha matumizi yake, unatumia kunywa kwenye maji ya moto, kutwa mara mbili, asubuhi na jioni. Fanya hivyo ndani ya siku saba, utanipa mrejesho. Kakutane naye ukishatumia hii, kakutane naye alafu utanipa mrejesho yale maji, maji yote fiu utanipa mrejesho wa asilimia mia moja. Sijai kufeli hata siku moja. Mmea ni huu hapa jamani. Kama Dr. Emanuel ambaye sijai kufeli hata siku moja. Leo nimekuletea kama mmea haka hapa. Uangalie vizuri sana. Unawona huu hapa, ukiugusa hivi, ukiugusa hivi hapa. Unaasili yani ugumu ugumu fulani hivi. Sasa basi. Hii ni kwa wewe mwanamke ambaye uke wako una maji mengi sana, una maji mengi sana unakuta, hata ukikutana na mwanaume, mwanaume huyo hainjoi vizuri kwa sababu ya maji mengi sana. Kwa hiyo basi, kama unahitaji kuyapunguza au kuyamaliza kabisa, hakikisha unatumia mmea huu hapa, hu hapa, uangalie. Una maji mengi sana kabisa unajihisi wewe ukikutana na mwanaume yaani ni kama kisima chapya chapya chapya chapya. Hakikisha unatumia mmea huu hapa jamani, ni uhakika wa asilimia mia moja. Hakikisha matumizi yake, unatumia kunywa kwenye maji ya moto kutwa mara mbili, asubuhi na jioni. Fanya hivyo ndani ya siku saba utanipa mrejesho. Kakutane nayo ukishatumia, tumia hii kakutane naye, alafu yote fiu, utanipa mrejesho yale maji maji yote, fiu, utanipa mrejesho wa asilimia mia moja. Sijai kufeli hata siku moja. Mmea ni huu hapa jamani.